Habari ya mwaka mpya ndugu zangu, natumai yote ni wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuweza kuhakikisha inakuwa bora. Leo nimekuja na mada tofauti kidogo, au nimekuja na mtazamo tofauti kidogo, kulingana na sehemu ambapo nimepita na kujifunza kitu, au kuna kitu ambacho kimejia akilini, nikasema niende darasa ambapo naweza nikakutoa wewe hapo ulipo, au kuna changamoto ambayo unaipitia au na mawazo ambayo hayana mpangilio, yani maana kuna mambo ambayo umepitia na yanakuweza yanakukwamisha weza kupiga hatua na hapa tunazungumzia miaka ya nyuma elfu mbili na ishirini na tano kurudi nyuma kwa elfu mbili elfu ngapi elfu ngapi yani. Kuna mambo ambayo umeshikilia na bado umeyashikilia naanza kukuumiza au kuku, ushindwe kufanya maendeleo au kukufanya chochote kile ambacho wewe unakiamini kwamba hicho kitu ndicho ambacho kimekukwamisha na unashindwa kupiga hatua yoyote ile, aweza kusoma aweza kufanikiwa e, maisha au kufanya chochote kile. Ukitazama nyuma yangu unaona ni makaburi ya watu ambao wamelala na leo 2026 na, na leo ni tarehe mbili. Kama umefanikiwa kuvuka huu mwaka, yaani Mwenyezi Mungu amesaidia kutuvusha huu mwaka 2025 kurudi 2026. Ikiwa leo tarehe mbili, ni siku za mwanzo kabisa. Ujue Mungu ana makusudi ya kukuweka wewe duniani bado. Eh, kuna watu wengi sana wamelala, ni kuna watu wengi sana ambao wamelazwa 2025 na kuna watu wengi ambao wametangulia miaka ya nyuma ambayo wameishi lakini, bado wakaondoka, lakini wewe bado leo upo hai. Yaani kuna kitu lazima ujifunze na kuna kitu lazima tukiangalie, iko namna moja ama nyingine, ili kuweza kuhakikisha yale yani, Mungu ambaye umetuandikia kusudi ambalo unalo ndani yako. Yaani kuna kitu ambacho unacho ndani yako. Aidha unatamani kufanya biashara fulani au unatamani kusoma kuwa mtu mkubwa au unatamani kufanya kitu chochote afu bado unakatishwa tamaa na mambo ya zamani ambayo ulikuwa unayafanya. Basi hakikisha unachukua hatua mapema kuanzia mwaka kwa sababu Mungu ana makusudi yako na, na haujui mlengo wako ni upi. Aidha kesho utaanguka au kesho kutwa utaanguka au mimi kesho nitaanguka baada ya kuposti hii picha. Kwa hiyo kila mmoja ana makusudi yake. Kama umefanikiwa kuweza kuposti, yani umefanikiwa kuweza kuvuka huu mwaka, hakikisha unachukua hatua, hakikisha unafukuzia ndoto ambayo unayo. Haijalishi ni, ni mwanzoni upata hasara au ulianguka kiasi gani. Hakikisha unaamka na kuweza kuchukua hatua na kuhakikisha unafikia ndoto yako ambayo umeipanga. Aidha kibiashara, aidha kimahusiano, umeachwa unalia unawazia mtu ambaye amepita kipindi cha nyuma, au ulikuwa na mahusiano alafu mpenzi wako akaondoka, sio kafariki au akaolewa na mtu mwingine bila kukupa taarifa, au kuna changamoto ambayo unapitia ambayo ilikukwamisha elfu mbili na ishirini na tano. Basi amka, muda, yani kitu pekee ambacho na unabaki nacho kama umepoteza magari, umepoteza fedha, umepoteza kiungo fulani, umepoteza nini, muda pekee uliobaki nao ni mu, yani kitu pekee ambacho unabaki nacho ni muda ambacho Mungu kuhakikishia usalama wa afya yako. Kwa hiyo hakikisha unachukua hatua, hakikisha unafanya kile ambacho Mungu amekusudia au kile ambacho unatamani ambacho unacho na kuweza kuwasaidia wengine au kuweza kujisaidia wewe utakapowasaidia wengine ni ndio ambao utafanikiwa wewe. Hakikisha unafanya vitu bila kuzingatia mambo ya nyuma. Yaani usisikilie vitu vya nyuma. Yaani usiamini vitu vya nyuma. Hivyo vishapita. Wewe amka tuanze kuchukua hatua leo kwa sababu kuna watu wengi sana wamelala, kuna watu wengi sana hajafikisha ndoto zao na wewe pia usisubiri m mpaka Mungu akuchukue. Kuna ek, ek, kitabu kimoja na simulizi moja nilisoma. I'm not sure ni nani alizungumza, lakini wanasema kuna watu ambao wanaondoka hapa duniani bila kutimiza makusudi ambayo anayo. Sasa sitaki tusitaki kuamini kwamba kila mmoja ameondoka kwa sababu Mungu amesema amchukue. Yani umeishi duniani muda mrefu muda mrefu, Mungu amekupa muda, lakini haujatekeleza ile jambo ambalo Mungu alikusudia kukupa, kwao anaamua kukuchukua ili apunguze tu dunia, yani akuache katika mazingira ambayo hauta hapa kelo wengine hauta hapa mzigo wengine. Kwa hiyo tujitahidi basi, Mungu anapotupa uhakika ukopo duniani ni tumshukuru kwa uzima wake, lakini pia tupambane na tumuonyeshe kwamba hajakosea kwa kutuweza kutuacha hai muda wote. Hakikisha una, unazingatia hii posti, hakikisha unafuatilia yale ambayo unaona nyuma kule, kwamba Mungu ametupa muda pekee, hata kama upoteza kila kitu, hata kama upoteza nyumba nyumba yako imeungua moto, nyumba yako imeungua si nini, imefanya nini, wamekudhulumu, mkeo ameolewa au amefariki na mtu mwingine, yani, siku amefariki, aweza ameolewa na mtu mwingine, ulikuwa katika mahusiano, amekuacha umeferi maisha, umefanyaje? Tuamke, tupambane. Ipo siku tu, tutafanikiwa. Kama Mungu ameweza kutuvusha huu mwaka basi, kusudi ambalo unao ndani yako unapaswa kulitimiza, kwa sababu hatuna maagano na Mungu kwamba lini tutafariki. Kwa hiyo muda unaopata hakikisha unafukuzana mtoto zako, hakikisha unafuatilia mambo yako na kuweza kuwa katika mazingira salama kabisa. Nimerekodi hapa lakini mimi si niliwaza nini na wote nisamee, lakini lazima tuamke, tupambane kwa sababu <gibu>, mwisho wa siku kile kinachoendelea katika maisha yetu ndicho ambacho tutapambana nacho mwakani. Utakapoamua kuchukua hatua leo, na ndivyo ambavyo matokeo yako utayaona baadaye, au watu wengine wanaofuata nyuma au wanaokufuata nyuma utayaona au kama utapuuzia imaki ukaishi kwa kupuuzia au kwa kuishi kwa kushikilia vitu au umevishikilia vitu hivyo mwaka jana, bado umevuka navyo. Huzuni, matatizo, si mali gani, bado umevuka navyo, unatakiwa uvuke navyo. Ni hatua tu ambazo wewe ulizianza ili kutimiza ndoto yako, lakini vitu vingine vyote ambavyo vinakukwamisha, hizo nalala sana au naangalia movie sana, au unapiga hatua hizo, unapitia chochote kile ambacho ni kibaya, hakikisha unaamka na unaifukuza ndoto yako na kuwa katika mazingira usalama kwa sababu

na kuweza kuwa salama wakati wote. Mungu ana makusudi ya kutuvusha mwaka 2026. Ipo sinapo mtanisamehe kwa kuweza kurekodiwa kurekodia makaburini, lakini kuna kitu ambacho nimekiona hapa. Kama umeweza kuvuka 2026 na bado unaendelea na tabia yako 2025, au na tabia zako za nyuma, unaweza kulalamika, kumlaumu mtu, kulaumu serikali au kulaumu kitu chochote, na hauchukui hatua, ukiamini siku moja miujiza itatokea. Sasa miujiza itakayotokea tutaondoka duniani bila kutimiza zile ndoto ambazo Mungu ametukusudia. Amka, pambana, chukua hatua. Kuna maana ya Mungu ya kutukusha 2026. Happy New Year. Mwenyezi Mungu atangulie muwe na mwaka mwema muweze kuchukua hatua kidogo kidogo. Hata kama kidogo kidogo, wechukua hatua. Siku moja Mungu atakuinua, siku moja Mungu atakubariki, siku moja Mungu atakusaidia utapata watoto, usizembee kuamini kwamba mimi siku moja nitaamka tu. Chukua hatua. Naamini Mungu yuko pamoja nasi asante na mpaka wakati mwingine